Mwana maisha fresh bado tupo katika viwanja vya uh, vya Jakaya Kikwete Convention Center na mbele yangu hapa tuko na mama yetu kipenzi, kwa sisi wapenda taarabu ni mama ambaye kweli huyu ametukuza, ametulea, ametukuza mama Hadija Omar Kopa. Mama shikamoo, unaonekana <laughs> eh, umechoka sana. Unajua sasa tunafika mapema sana alfajiri hapo mm, ndio maana kua umechoka Mama ilani, utekelezaji wa ilani tayari umewasilishwa leo kabla rais au mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi hajaahirisha mkutano uh, huo hapa kwa siku ya leo uh, kwanza, nini kimekuvutia kwenye mambo mengi yaliyozungumzwa pale? Maana hata siwezi kuyasema, yanavutia kwa sababu unajua jambo la wengi linakuwa lina umoja na mshikamano na watu wameshauriana, ndio maana akakubali. Kwa hiyo takriban mambo yote yanavutia. Mama, wewe umekuwepo kwenye chama hiki na umekuwepo kwenye hamasa kwa muda mrefu sana. ni, ni, ni, ni miaka mingapi mpaka sasa hivi? Kwe kwenye chama sio kuwepo kwenye chama, kuwepo kwenye hamasa especially kwenye bendi ya TOT. Mimi niko miaka mingi, unajua mimi ni mtu wa hamasa tangu niko Zanzibar kabla sijajiunga na TOT, marais wote wa Zanzibar wananijua na ni mtu wa harakati tangu niko Young Pioneer, bado haijaitwa chipkizi baadaye nikawa youth league pale Umoja wa Vijana, pia nikawa karani tena baadaye pale wa Umoja wa Vijana, karani mpiga chapa, baadaye ndo nikahamishiwa transfer kwa TOT. Kwa hiyo mimi miaka yangu yote nkitumikia hichi chama mpaka hapa nipofikia. Kwenye bendi ya TOT kuna mtu ambaye uh, yupo kwa muda mrefu kama wewe eh, Wako, tuloanza nao TOT mwaka 1992 wapo baadhi wamebakia, wengine wamekufa, wengine wapo, baadaye baadhi wamebakia, wa, wa, wa tupo Okay, uh, bendi zimekwepo nyingi sana, zinazaliwa zinakufa, zinazaliwa zinakufa, lakini mm -hmm. TOT bado mmeendelea kuwepo pale mm -hmm. na bado chama kimeendelea kuwatumia na akijawahi kuwaza mm -hmm. uh, kuanzisha kitu kingine imebaki kuwa ni nyinyi mm -hmm. hawa vijana wengine wanakuja na kuondoka mm -hmm. lakini nyinyi bado mmeendelea kuwapo pale, nini siri? Ah, kujituma na kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu vijana wanakuja wanahitaji kufundishwa, kwa anatukuta tunawafundisha, wengine wanakuwa wanaondoka, sisi ni binadamu, na wengine wanakufa, tumeumbwa na Mungu yeah. tunawaacha vijana pale, na tuna vijana mbadala, kwa tunakuwa tunaku, nao ambao hawajaajiriwa. tunakuwa nao pale, mtu ameondoka, ame nafasi anaziba na, anaziba nafasi okay. ili kikundi kisife moja kwa moja, sawa okay. mm. so, najua pengine sio sehemu ya, ya, ya, ya, ya uongozi lakini Uh, leo tumekuona wewe, tumemwona Diamond Zuchu, leo hatujamwona, pengine hata kuwepo kesho. Mambo hayo si ajui, kila mtu na mambo yake eh, mm. Amshirikishani kabisa a -a, kama mama na mtu ah, ah, ah, ah. kila mtu na kazi yake eh. <laughs> Ndiyo hivyo. Hey. Kila mtu ajia kwa ajili, ndio hivyo kila mtu ajue. Sawa mama, ni shukuru sana kwa time yako asante ah, ya, sana.